Enda dau kuishauri serikali yangu ya, se ya Tanzania naongoza na mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuishauri serikali yangu kwa jambo moja ambao nimeelewa litakuwa jema kwa serikali na tarajio yangu kama itafanikiwa kuwepo hii kuafikia vyongozi wakiserikali wakubwa au wadogo. Hiki si, si, kijana mimi ambaye na shauli serikali se yangu, ni jambo moja ambalo na penda kuona serikali yangu ichukua hatua kututazama sisi vijana kwa icho pana pana la kimaendeleo kuleta maendeleo, maendeleo ya Tanzania kufanya nchi kuna maendeleo kubwa na kwa haraka, na kuweza kupiga hatua maendeleo ya sekta toka tofauti na pia katika hali ya kiuchumi, tukawa sababu ya uzalishaji wa kiuchumi, tutazame vipi kwa jicho la pana. Serikali ikiweza kuwekeza kwenye sisi kama vijana ambayo ikaa ni faida kwa nchi ya Tanzania. Nimezungumzia sisi vijana kwa sababu, naamini kijana anapokuwa katika umri wa ujana anakuwa na nguvu, akili yake inakuwa inafikiria kwa upana zaidi, anakuwa na ubunifu wa aina tofauti tofauti na anakuwa nawaza vitu vingi nanaweza kuleta vitu ambavyo vitu ambavyo katika jamii vikawa msaada katika jamii, na ikawa na utatuzi katika jamii kwenye matatizo toka tofauti, na ikawa sababu ikawa sababu ya kipato kwake kipato ki kwa nchi, na ikaita wepesi kwa kimaisha kwenye matatizo tofauti

fanya vitu ambao wakadhalisha vitu ambavyo vinaweza vitu vikawa faida ya kimaendeleo na faida ya kiuchumi katika masuala ya kifedha. Kwa mfano mwanamtijana anaweza akabuni kitu ambacho kawa utatuzi kawa utatuzi wa matatizo kwenye jamii ambayo iko kitu kifaa kinaweza kikawa kikatumika katika nchi yetu na nje ya nchi ambayo ikawa sababu ya kuleta mapato na pia wanaweza wakasarikana wataalamu wa sekta tofauti tofauti, kutokana na kijana kitu kipawa cha mwanacho ndani yake. Ah, sio vijana wote kwamba vipawa ambavyo vipawa ambavyo vitakuwa vinafanana ya kufanya vipawa. Kwa hiyo atakuwa na kipawa kwenye kitu fulani labda sekta za iaamaia labda, aa, serikali iwekeze vipi kwetu sisi kwa vijana. Ngeona serikali ingekuwa na jambo moja, ilipige sensa ya vijana kama vile sena sensa ya nchi, vijana kuangalia, hawa vijana vijana wapo ngapi? na kitu ambacho kuna maslahi kwao na na nchi na wangapi, labda wana kitu lakini wanashindwa kupunuzu kwa sababu wanashindwa kukileta mbele ya jamii, kwa sababu hawana uwezo hawana hawana hawajapewa support. Na tukapewa support, tukapewa nguvu. Kwa mfano kuna vijana wengi ambao hawana ajira, kuna vijana wengine wanamaliza chuo wanakaa wanalalamika hawana ajira, lakini hawa vijana lakini ukiwauliza, kuna kitu ambacho wanaweza kufanya katika jamii enye shiringani ambao wasaidiwe ili walete uzalishaji ambao utakuwa na maslahi katika kijiji. Vipelekwa vijana VETA kusomea ujuzi tofauti tofauti, kama vijana eza unakufanya na kile cha kufanya, anapelekwa VETA akasomea ujuzi ama ule ujuzi akuwa mbobezi nzuri kabisa basi itakuwa ni swala la faida. Labda kama vijana ana ujuzi ambao nachiku yake ni kubwa katika kitu fulani, anaitwa anaenda kapelekwa nje akaenda kusomeshwa au akaitwa aka, aka mtaalamu kutoka nje akaja huku akaja huku akasomeshwa aka, aka na yeye kesho akaja kwa somesho zake. Na hii hata pia inaweza ikasaidia serikali kupunguza ukubwa wa bajeti kwenye sekta tofauti tofauti ambazo hata sababu asilimia kubwa kwenye sekta za miundombinu ya kutengeneza makabati unakuta, tunawapa tunawatumia wataalamu kutoka nje, bajeti inayotumika kubwa sana lakini kumbe sisi vijana labda kuna vijana uwezo wao wanaweza kuifanya reformisho ya kuongoza ya sipo taifa likawa na wataalamu wazawa, na bajeti ya matengenezo ya sekta fulani, jambo fulani ikatumika bajeti ndogo sana kuliko kutumia wataalamu kutoka nchi za nje. Kwa mfano tunaangalia kama nchi ya, ya ya, China. Nchi ya China wajuzi wa ni wengi sana na wana sasa hivi wapo kasi wanaenda kwa kasi kwenye masuala mazima ya teknolojia. Ni kwa sababu serikali ni invest katika katika ujuzi katika mambo, serikali yetu ikatuangalia sisi vijana katika hilo igani ka hilo kukatupa sapoti, nikaangalia kijana ana kitu gani kutoka kutoka somisho kwa muda, vitu ambavyo vinaleta utatuzi katika jamii, na sio kijana tu aishie kwenye mambo ambayo sio sio sio utatuzi wa wa kijamii. Sitaki kuzungumzia katika ubaya, labda akuta vijana labda ukuta wengi wimbi kubwa sana la uchekeshaji au unakuta vijana wengi wanashinda mitandaoni lakini

ikawa ni faida kuipeleka nchi mbele kiuchumi na kimaendeleo zaidi, na tukaacha vitu vingi, sekta nyingi, tukawa sio wenyewe wazalishaji wa vitu tofauti tofauti aaiziwaaai tofauti, tukawa wazalishaji kwa faida katika